Imenichukua zaidi ya saa nne kufika nyumbani kwa mama huyu. Anaishi Homboza wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Kando ya mateso kuna furaha pia ya mtoto huyu. Hakika kudra za Mwenyezi Mungu na uvumilivu ndivyo vinavyompa matumaini mama huyu. Wakati nimejifungua amana, nipata mtoto ambaye njia yake haijafunguka vizuri, haijafunguka kabisa, nikakatiwa rufaa kwenda mwimbili Nilivyo enda Mwimbili akapata operation ile emergency ya hapa tumboni, ndio anayetumia mpaka sasa. Yaani akianza ya kuumwa tumbo pale anapotaka kujisaidia, anaanza kulia kwa muda mrefu sana mpaka pale atakapopata ile haja, kwa sababu akianza kulia hivyo hawezi kula wala kufanya chochote. Hata mimi mwenyewe siwezi kufanya chochote, ni kumwangalia yeye tu. Safari ya matibabu imekumbwa na misukusuko na kadhi ya nyingi, bila ya mafanikio kufika hapa. Tuifanya jitihada ya kutafuta hela na kukata bima na kumrudisha mtoto mwimbili tena kwa ajili ya matibabu. Tulikata ile bima ya elfu hamsini na mia nne tumemhudumia kupitia hiyo bima. Baada hapo tulivyorudi mwimbili, tuliambiwa hivi bima hii haiwezi kukidhi matibabu ya mtoto kwa sababu shida yake ni kubwa, wakasema bima itakuwa mkati ya laki sita na arobaini. Kweli mwenzangu alifanya hivyo, nilivyorudi pale nikaambiwa hivi, bima hii haikidhi matibabu ya mtoto, tunaomba muondoke nyumbani kwa ajili ya kutafuta hela ambayo itakidhi matibabu ya mtoto huyu. Ni kiasi gani ambacho walisema kinahitajika ili mtoto apatiwe matibabu mpaka apone? Ni shilingi milioni tano. Kwa mujibu wa ushauri pengine wa daktari, kuna uh, baadhi ya vyakula ambavyo wanapaswa kutumia ni vipi na uh, kivipi na kupa ugumu huyo kama mzazi? Vyakula ambavyo nilishauriwa ni kwamba apewe mtori ambao na ambao nitakiwa usagwe pamoja na yale maini ya ng'ombe, ya nyama yoyote ile, nyama ya kuku. Mara nyingi vyakula hivi ambavyo mimi uwezo sina wa kununua. Hapa daktari anaeleza kuhusu sababu za mtoto kuzaliwa bila kuwa na sehemu ya haja kubwa ni kutokuwa na uwiano sahihi wa mabadiliko ndani ya mwili wa mtoto, kijusi kile kinapokuwa kikitoka kwenye mbegu na yai kwenda, kuna matatizo ya kinasaba yanakuwepo katika eneo hilo. Eneo la pili ambalo linasababisha basi ni wamama wa, wa wajawazito wanaokuwa wakitumia vileo na kuugua magonjwa mara kwa mara wakati wakiwa wajawazito na hii kitu inatokea katika wiki karibu nane mpaka kumi na mbili za mimba, kwa maana miezi mitatu ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kutengeneza njia ya mbadala wa kutoa choo kwenye tundu, tunatoboa kwenye eneo la tumbo, sehemu inayoitwa uh, abdomen, tunatengeneza kolostomi, basi ile ndi itakuwa inampa haja. Na baada ya hapo tunaanza uchunguzi, pengine ndani ya wiki sita tangu kuzaliwa au miezi mitatu, tunakuwa tumekwisha kufahamu na tunakuja kumtengenezea njia ya kupata haja kubwa kama watu wengine, na baadaye mwisho kabisa tunafunga ile sehemu iliyokuwa ya mbadala, maisha yanarejea kawaida. Margaret, mwenye umri wa miaka 38, ana watoto wawili na anaishi na mumewe ambaye kwa sasa hana shughuli maalum anayofanya kwani alilazimika kuuza baadhi ya vitu ikiwemo pikipiki ili kupata fedha za matibabu ya mtoto huyo. Rebeka Mbimbela, Azam News, Pwani.